Huyu ni mwanangurumbi yeah. Na huyu ndio utajiri wako ah. Sawa na kukabidhi kiumbe huyu mm. Ukamuhifadhi sehemu nzuri na salama mm. Atakapoharibika huyu na wewe utajiri wako umeishia hapo na utakufa. <laughs> Utajiri, utajiri <laughs> utajiri, ukamhifadhi utajiri. <Yes>. Utajiri. <laughs> utajiri. Sehemu salama